Mambo ya uwezo fund tulianza zamani. Shida tunayo katika uwezo fund, tuko na watu wengine ambao wamepewa pesa na wa, hawarudishi hiyo pesa. Ujue dawa ya deni ni kufanya nini? Wengine wanakopa youth fund, akiwa youth, akiwa youth and a lady, anaenda anakopa women fund, tena anaenda kwa group anakopa youth fund, uh, uwezo fund. Sasa serikali imeamua hizi funds nyingi ziwekwe pamoja iwe fund moja ambayo itasaidia Wakenya. So hivi karibuni utapata uwezo fund, women fund, youth fund itawekwa pamoja kama biashara fund ya kusaidia watu wetu wamesema sisi hatushiki kura wakati huu sasa. Kitambulisho ni bure, rais alitoa amri two days ago, kitambulisho ni bu, bure. Mtoto wa shule ambaye ako chini ya miaka mwenye amefika miaka 18 kuapply kitambulisho hatalipishwa shilingi yoyo -yo. sasa mwambie watoto waende wachukue nini, wakishachukua vitambulisho sisi tutakuja kuandikisha au kura tuweke kura yetu kwa meza, tuone wale watu ambao walikuwa wanatutusi.